Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa hospitali ya Igogwe iliyopo wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, Bidiana Marabeja, wakati akipokea misaada ya kibinadamu kwa ajili ya watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha Donibosco Rungwe. Misaada hiyo imetolewa na kikundi cha Rungwe Yetu Asili, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia makundi yenye uhitaji na kuhamasisha jamii kushirikiana katika ustawi wa watoto. Kituo cha hiki mama zao wana matatizo ya akili ndio asilimia sabini na tano tulionao. Wengine mama zao wamefariki wakati wa kujifungua, tunao asilimia kama kumi. Wengine wameokotwa au tunao asilimia kumi, na wengine wanakuwa na ndugu unakuta mama, mama, baba amefariki, mama amefariki, anayemleta hapa ni ndugu tu. Wanamleta mtoto na sasa, tukimaliza msiba tutakuja, lakini hawaja. Imagine hao watoto shule zikifunga, nakwambia mi naenda kwenye kituo unafili kale Kona, kwa, kwa upande wake mwenyekiti wa kikundi cha Rungwe yetu asili Godfrey Mkumbwa amesema kikundi chao kimeamua kutoa misaada hiyo ya kibinadamu kwa vituo vya kulelea yatima pamoja na wafungwa wa gereza la Tukuyu kama sehemu ya kukaribisha mwaka mpya na kuanza mwaka 2026 kwa vitendo vya huruma na mshikamano wa kijamii. Kazi yetu kubwa ni kujikita na masuala ya kijamii, kuhakikisha kwamba tunaleta furaha mahali pengine. Tuna, tunaunga mkono sehemu ambazo zinahusu maendeleo, lakini mwisho wa mwaka mara nyingi huwa tunafanya mkutano, tunafanya matukio mbalimbali ya kijamii. Leo tumetoka Igogwe, tukatembelea na wahitaji wengine, tukaona ni vema tupite pia kwenye gereza hili la Tukuyu. Mbele yenu tumeleta hapa, tumeleta mchere kama mlivyoona tuna sabuni zile pale, tuna na mafuta ya kupaka pale, lakini pia tuna mafuta ya kula, tuna sabuni ya unga na vitu vingine vidogo vidogo vipo kwa ajili ya mambo mengine ya kibinadamu. Naye mkuu wa gereza la Tukuyu, James Mwakitukula, ameishukuru jamii kwa msaada huo na kusema kuwa misaada ya namna hiyo ina mchango mkubwa katika kuwajenga wafungwa wa kimaadili na kuwapa matumaini ya maisha bora baada ya kifungo. Kwa niaba ya maafisa na askari wa gereza hili, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa grupu la uongozi wa Rungwe Yetu Asili pamoja na wanachama wote. Tunashukuru kwa misaada yenu mlioleta kibinadamu kwa ajili ya wafungwa na mahabusu. Nasema asante na karibuni sana. Nafikiri kupitia misaada hii, na wao wanafarijika kwamba kumbe jamii huko nje haijatutenga, tuko nao pamoja na inatuthamini. Nafikiri wakitoka hapa ndani watakuwa wamesharekebika, watakuwa raia wema. Kwa kupitia misaada yenu hii, nafikiri itafanya kazi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.